Akizungumza na mtandao wa polisi wanawake mkoa Manyara, mkuu wa wilaya Babati Emanuela Kaganda anaeleza kwa mwanamke kukamatwa na rushwa ni fedheha sana. Kwanza kumbuka wewe ni mama, pamoja na uaskari wako, lakini wewe ni mama, wewe ni mke, wewe ni dada, wewe ni mwalimu, wewe ni mshehe pale nyumbani kwako, kuombea familia yako ndio mchungaji wa kuombea familia yako. Tuna majukumu mengi sana. Sasa mwanamke kukutwa, umekamatwa na rushwa ni aibu sana. Kwa upande wake mwenyekiti wa mtandao wa polisi wanawake mkoa wa Manyara amesema umeadhimisha siku ya wanawake duniani kwa kutoa elimu kupambana na ukatili wa kijinsia pamoja na misaada ya kijamii. Katika mwendelezo wa siku ya mwanamke duniani, vyombo vya ulinzi na usalama tumeandaa mafunzo ya siku moja, yaani leo, kwa ajili ya askari wote wa kike lengo kuu ni kuimarisha ushirikiano wa vyombo vya ulinzi na usalama katika mkoa wa Manyara, lakini pia kupata mafunzo mbalimbali mbali. Washiriki pia watapata fursa ya kujifunza yafuatayo: kupata mafunzo ya saikolojia ya afya ya akili. Ndugu mgeni rasmi, ukiangalia kazi zetu ni ngumu sana, tuna majukumu mengi kama mwanamke na pia kama mlinzi wa taifa wakati mwingine tunajikuta tunachanganyikiwa, na ukiangalia hata kwako, labda tu tunajificha kuja kuleta malalamiko yanahusiana na, na mahusiano. Ukiangalia hapa, wapiganaji wa kike tuna matatizo sana, na ukiangalia vizuri unaweza ukajikuta huko mzima, kumbe una matatizo ya afya ya akili.